waongezeka na habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni zigo la haki kwa masaju. Zigo la haki kwa masaju. Rais Samia Profesa Juma eh, wamweleza kibarua eh, anachokwenda kukabiliana nacho katika mhimili wa mahakama, usimamizi wa haki na mapendekezo ya tume ya haki jinai vyatajwa. Mwenyewe ahidi kuwa na karibu na wananchi. Yoni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema zigo la haki kwa masaju. Lakini kitanzi cha wananchi kwa wabunge bajeti mpya. Kitanzi cha wananchi kwa wabunge bajeti mpya. Na utanukaji wa mito unavyozua hofu kwa waishio mabondeni. Utanukaji wa mito unavyozua hofu kwa waishio mabondeni. Yoni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukija na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo, lenyewe linaandika Rais Samia achangia milioni mia moja uzio wa sekondari Ruvu. Lakini kamera kunasa watanua kuzungumza na simu barabarani. E, kamera kunasa wanaotanua na kuzungumza na simu barabarani, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini ukurasa wa tatu ukomo wa madiwani ijumaa ukomo wa madiwani ni Ijumaa, ina habari ukurasa wa tatu, huku habari kubwa ni Rais Samia ampa mikoba Masaju. Rais Samia ampa mikoba Masaju, ataka asimamie haki asionewe yoyote, ataka asimamie haki asione yoyote. lakini Profesa Juma asema hajawahi kujadiliana na rais kesi yoyote Masaju afunguka anavyochukua urasimu lakini diaspora watuma nchi eh, diaspora watuma nchini trilioni 2.1 miezi sita. Na Tanzania saf, safi udhibiti utakatishaji wa fedha haramu eh, Tanzania safi udhibiti utakatishaji wa fedha haramu ina habari ukurasa wa saba, huku watu wa Simiyu maelfu wampokea wewe ni Rais Samia, watu wa Simiyu maelfu wampokea. Lakini kwa gazeti la uhuru asubuhi ya leo naandika Rais Samia ampa neno jaji mkuu Rais Samia ampa neno jaji mkuu eh, lakini bado kuna habari naosema Rais Samia achangia milioni mia moja ujenzi wa shule wasichana Kibaha, lakini wasomi nchini wataka wanafunzi vyuoni kuchochea amani na utulivu na bado kuna habari inaosema Watanzania wanaoishi nje ya nchi wana mchango kwa taifa, huyo ni Kombo wasema. Lakini ilani yafichua lengo ya utoaji elimu bila ada na Chatanda Oktoba tunatiki kwa CCM huku balozi Nchimbi atoa mbinu wafugaji kuepuka migogoro. Balozi Nchimbi e atoa mbinu wafugaji kuepuka migogoro, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Dr Mwinyi mgeni rasmi kongamano la utumishi wa umma. Dr Mwinyi mgeni rasmi kongamano la utumishi wa umma, mawaziri wakuu wa taasisi SMZ na SGMT kuhudhuria lakini Dkt Samia aitaka mahakama kusimamia haki. Umoja wa mshikamano wa silaha ya ushindi CCM. Huyu ni Hemedi asema yuna. Habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini kwenye gazeti la majira linaandika mkutano wa weka pamoja wadau sekta ya anga. E, mkutano wa weka pamoja wadau sekta ya anga. Lakini serikali kuimarisha mikakati kukabiliana na majanga. Samia anika mtarajio kwa jaji mkuu Basaju huku sisi marufuku kutengeneza tuhuma kuwakata wagombea. Lakini Tanzania yaondolewa orodha ya nchi zenye mapungufu kimkakati, na tarehe ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani nchi nzima yatangazwa. Tarehe ya, ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani nchi nzima yatangazwa, yenye habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini tukiangazia kwenye gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika mabaraza madiwani mbioni kuvunjwa. E, mabaraza madiwani mbioni kuvunjwa. Mnyeti aipongeza NMB kuunga mkono wafugaji nchini, lakini Rais Samia amtaka Jaji Masaju kusimamia haki. Rais Samia amtaka Jaji Masaju kusimamia haki. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, lakini wanaochafua wenzao wakalia kutikavu CCM wanaochafua wenzao wenzao wakalia kuti kavu ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambayo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa ukura mbele, huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye inatuabarisha Rais Samia amtisha mzigo mzito, Jaji Mkuu Masaju ataka msingi ya haki weledi na uadilifu wa mahakama viendelezwe, atoa wito kuendeleza utekelezaji na mapendekezo ya tume ya haki jinai Amsifu Jaji Mkuu mstaafu Profesa Hamisi Juma kuacha alama. Lakini Spika Tulia awashangaa wanaofurahia viongozi kushtakiwa. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini bado kuna habari anasema, Profesa Mkenda, tunatambua mchango wa sekta binafsi kwenye elimu. Lea wa CWT akabidhi ofisi, huyu ni Lea wa CWT akabidhi ofisi, lakini wa wafuasi wa Gwajima wakamatwa na jeshi la polisi. Hio ni habari ukurasa wa n kwenye gazeti lako la Drmtanzania, pata yako kwa habari kwa kina. Lakini Reia Mzalendo, gazeti lako la ukweli na wazi, linaandika mwenyekiti wa wazazi m mfadhili Gajiro angatuka ili kuania ubunge. Lakini hofu ya wabunge kurudi mjengoni yazidi kuwatesa. Mwito wa itara apamba, apambana e, na kamati ya siasa adai wanapanga jama kumweka mtu wao. Hiyo ni habari ukurasa lakini Waziri Mkenda apongeza mchango wa Greek Acres, asema kwa miaka 25 imekuwa kielelezo eh, cha elimu bora. Lakini rais Samia amwapisha jaji mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako raia mzalendo ukweli na uwazi. Lakini mtazamo mpya eh, habari makini gazeti lako linaandika kamera 60 ku wadhibiti madereva watumia simu Dar es Salaam. Lakini Dr. Nchimbi kampeni ya Tunzane itumike pia kwenye siasa. Baraza la madiwani kuvunjwa Juni 20. Lakini Samia wananchi wanataka haki. E, baada ya kumwapisha jaji mkuu Jaji Masaju asema wananchi wanataka haki. Lakini Askofu Gwajima aendelea kuishi mafichoni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia kwenye gazeti lako la Uelekeo linaandika e, Samia ushiriki wa serikali bungeni. E, ushiriki wa serikali bunge mahakama si dhambi. Wasira atua Geita kukagua utekelezaji wa ilani. Makinda asema takwimu za wazee zitumike kuwahudumia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini Sauti ya Mara, gazeti lako linaandika Dr Samia eh, kuzindua miradi ya Simiyu na Mwanza, huku mbunge ataka kamati ya siasa CCM Musoma eh, mjini, Tarime zifutwe. Lakini Nyambari achangisha milioni 11 ujenzi wa kanisa Katoliki Kitenga. Munene atangaza nia ya ubunge Musoma mjini. Yuni habari kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara, huku mabara eh, mabaraza ya madiwani kufikia kikomo Juni ishirini tu. Yuni habari kurasa wa nne kwenye gazeti lako la Sauti ya Mara kwenye kurasa eh, za mbele. Lakini gazeti lako la Pambazuko na lenyewe na habari kubwa inaosema serikali chali kesi ya katiba, lakini mambo kumi mapya katika bajeti. Rais Samia afafanua uhuru wa mihimili ya dola hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko. Lakini tukiangazia kwenye kurasa za nyuma sasa, kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, gazeti lako la Uelekeo linaandika Zemanga soze katika rada ya Yanga, lakini Simba yasaka mabadala wa Ishmanula kurejea kambini leo tayari kwa viporo Al-ahili ya ibania ya ibana ambavu timu ya Messi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kurasa wa michezo lakini Mtazamo Mpya linaandika Ibenge Azam kimeeleweka. Malima atanguliza mguu Azam. Simba waapa kuitungua Yanga dabi ya Kariakoo. Lakini Raia Mzalendo linaandika uchaguzi TFF kufanyika mkoani Tanga. opa sasa asa kwa Saudi Arabia. Lakini kipo fofana wa Alhilal aibukia Simba unambari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Dira linaandika kocha Maksime ana imani na msheri manura ndani ya Azam mustafa nje. Lakini gazeti la Wamachinga inaandika Yanga Simba mechi ya kibabe Juni 25 ibenge Azam ni Yanga ama Azam madiba sasa ni mali ya Azam Mtibwa yapiga hodi Yanga kwa Nkane. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, lakini gazeti lako la Majira inaandika Yanga kuziwinda pointi tisa kwa jasho waiandalia dozi Tanzania Prison wachezaji Simba kurejea kambini leo, lakini gazeti lako la Zanzibar leo inaandika Dodoma Prison kuipa makali Singida Black Stars. Azam FC mfc Kamil Gado kuwavaa Tabora United. Mbeya City ya anza kujiandaa na NBC Premier League unaambari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako eh, gazeti la Uhuru linaandika Yanga yazitolea macho point 9 ligi kuu bara ZDFF ya yajivunia mechi kupelekwa Zanzibar, yoni habari kwenye gazeti la Uhuru, huku gazeti, gazeti lako la sport linaandika mlengwa mpya Man United, lakini kitaeleweka tu. Wadau wazishukia Simba Yanga, washauri waamuzi wa nje Juni 25. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika Hamdi sasa waje tu afungua faili la dabi. Kambi Yanga kuwa Zenji, lakini Simba kuja na surprise. Mgosi chambua wataja ubingwa. Jicho la mwewe Juni 25: tucheze dabi kisha tuseme never again, anasema jicho la mwewe Juni 25: tucheze dabi kisha tuseme never again. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii kwa asubuhi ya leo linaandika Yanga yaanza kambi kwa ajili ya dabi ya Kariako, yasema wachezaji wake wameapa kumbana, yaipeleka mechi ya, ya Dodoma, lakini Simba yamtaka kipa JKT, e, Simba yamtaka kipa wa JKT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, na tufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Patenekele yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa shirikani mwema, asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.